Sasa tuelekee hadi kaunti ya Siaya. Familia moja katika eneo la Ugunja katika kaunti hii inaishi kwa hofu kuu baada ya kupewa agizo la mahakama kuwa wanastahili kuondoka kwenye ardhi ambayo imekuwa nyumbani kwa takribani miaka sitini na minane. Familia hiyo ya jamaa zaidi ya hamsini, inadai kuwa uamuzi huu umeenda kinyume na historia ya umiliki wa ardhi yao. Pia wanapendekeza jaji mkuu kuunda kamati itakayochunguza upya kesi hiyo. Mwanahabari wetu Frida Okachi na taarifa hii. Familia hii ipo kwenye njia panda baada ya ardhi yenye ekari 11 wanayoishi kutajwa na mahakama ya Ukwala kuwa inamilikiwa na binamu wao mmoja. Kwa miongo 68, vizazi vitatu vimekuwa vikiishi hapa, lakini sasa maisha yao yametikiswa tena. Kijana wangu alikufa ah, mwezi wa tano tarehe nne na tukawa na court eviction order ya kwamba tuzizike mtoto from there tukaenda kotini tukaambiwa na kwamba jaji ya kwamba tuzike mtoto. Mvutano ulizidi hata baada ya kumzika mwanawe. Hii ni baada ya kupewa notisi ya kuamrishwa kuondoka. Only been given two months to vacate the land. So, mwathiriwa mwingine abaki kwenye njia panda baada ya kuishi na mumewe kuanzia mwaka 1989 ambaye alifariki mwaka 2003, na, na kumwacha na wanawe wanane. Naomba serikali nisaidie, sijui nitahama niende kuishi wapi? Na hii ndio boma ya kina watoto, babu yao amezikwa hapa, baba yao amezikwa hapa. Wametaja uamuzi huo kuwa hujuma dhidi ya familia yao. Mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Siaya amelalamikia uamuzi uliotolewa kwa mara ya pili ambao ulionyesha haukuwa na udhabiti wa kutosha. Day one, a judge cannot rule in favor of the complainant and then day two, again rule the same case against the complainant. Kwa sasa familia hizi zinabaki kwenye wasiwasi wasi mkubwa zikitafuta suluhu ya mgogoro unaotishia kuwafukuza kwenye ardhi walioiona kama urithi wa vizazi. Frida Okachi, NTV.